Kwenye zao la kahawa na kwenye vyama vya ushirika tumefanya wonders ndugu zangu. Kahawa leo ambayo huko nyuma mikahawa ilikatwa na watu wakapanda nyanya na mambo mengine, kahawa leo imetoka kilo shilingi elfu nne imekwenda mpaka ngapi? Wauzaji kahawa, nadhani elfu kumi na mbili, kumi na moja mia tano kwa kilo lakini tumekuza na tumelea vyama vya ushirika. Ushirika ule uliokuwa chaka la wizi, chaka la kunyang'anya wakulima, leo ni ushirika unaosimamia wakulima, kiasi kwamba tumeujenga ushirika leo tunaamini ushirika kuuachia ugawaji wa pembejeo za mbolea na pembejeo nyingine. Ushirika wanafanya hiyo kazi, wanagawa kwa wakulima wenzao lakini ushirika huo huo leo amesema mwanangu Shashisha hapa kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tools tunakwenda kukikabidhi kwa ushirika, na tuna imani wataweza kukiendesha. Viwanda vya chai viwanda vya chai kule Tanga tunakwenda kuvikabidhi kwa vyama vya ushirika, na tuna imani wataviendesha. Kwa hiyo tumefanya kazi nzuri sana, lakini kwa upande mwingine kilimo ni kujenga skimu za umwagiliaji maji Tanzania nzima. Lengo letu wakulima wazalishe mwaka mzima. Sasa hivi, ndugu zangu, hakuna mazao ya biashara wala mazao ya chakula. Mazao ya biashara, kahawa, pamba, korosho, nini ni biashara, lakini pia mazao ya chakula, mahindi, mpunga, mbaazi, nini, vyote ni biashara. Ile azma yetu ya kilimo biashara inakwenda kutimia. Kilimo chochote utakachokilima hicho ni kilimo biashara. Kwa ndugu zangu, skimu nyingi za umwagiliaji maji tumejenga, na tutaendelea kuzijenga, tutaendelea kuzijenga ili wakulima wazalishe. Tumekuja na mpango maalum, mpango unaoitwa Jenga Kesho Iliyobora kwa ajili ya vijana wetu au maarufu BBT. Kwa ajili ya vijana wetu na BBT tumeiweka kwenye kilimo, tumeiweka kwenye uvuvi, tumeweka kwenye mifugo, kote tumeweka BBT ili vijana tuwatengee mashamba wafuge walime, lakini wafanye mambo mengine wavue. Tunafanya hayo yote kwa hiyo, ndugu zangu, miaka mitano iliyopita tumefanya kazi kweli kweli na kwa maana hiyo napata ujasiri na kujiamini wa kusimama mbele yenu na kuomba kura kwa Chama cha Mapinduzi.